Eda, mtumishi wa Mungu hapa, uko live kabisa Ndio. unaonekana kwenye televisheni Ndio. Hivyo ningependa wanaokuangalia kwa wakati huu wasiwe na maswali ya kujiuliza ama maswali ya kuniuliza baadaye, mtangazaji, kwamba ulikuwa unaongea na nani. Ningependa uanze kwanza kwa kujitambulisha hako. Majina yako majina yako yote Ndio aweze kukutambua, yeah, na baada ya hapo tuweze kuendelea na maada husika ambayo ipo hapa. Maana maada husika ni kutaka tujue kwamba ni nini maana yako na ni kipi unachokihitaji kwa watu na ni kipi unachotaka kukianzisha ili watu waweze kukifahamu. Kwanza mimi najulikana kwa majina Jeffrey, kama mtangazaji na wewe nahitaji kidogo ujitambulishe kwa majina ili waweze kukutambua, karibu. Asante sana, mimi ni mtangazaji naitwa Amos Boniface ya Kimano, ambaye ni mzaliwa Msoma e, Msoma vijijini Srusimba, na hii huduma hii kwangu tangu zamani huko nyuma, nilikuwa katika nikiabudu katika makanisa ambayo nilikuwa nikiabudu, nilikuwa nasikia ni nimana, nasikia guvulijiri, nasikia nguvu inakuja, na vilevile nilikuwa naoneshwa na Mungu kwamba nitakiwa nikafanya kazi ya Mungu pamoja. Kwenye ukoo wetu auna mhubiri yoyote wala mtumishi, na katika familia mimi nimetokea tu nikajisikia kupenda maneno ya Mungu na kuhubiria, kwa sababu watu wamehubiriwa maneno mengi kupitia Biblia lakini tatizo lao liko pale pale, wana utatuzi wa kuelewa kwamba ni nini kinachowasumbua katika nafsi yao na katika, katika, katika taratibu za kumwomba Mungu ili wapate kujua kwamba tunataka tufungulie na kumwomba Mungu na Mungu atuonekanie, lakini wamehubiriwa sana maneno ya Mungu. E, suruhu kwao haijaisha, wamebakia tu kutiwa moyo na kuambiwa e, unaweza ukatoa ukajimaliza kwa sadaka kubwa e, na hilo tatizo linaweza likaisha na Mungu akakusikia, kwa sababu kwa sadaka kubwa sana, lakini sio hivyo. Hii injili imeshaingiliwa na, na matapeli hapa duniani. Kama Yesu alivyosema watakuja e, watumishi wa Mungu ambaye watakuwa ni ni manabii wa uongo ambao ndani mwao ni mbwa mwetu. Na ni kweli mambo yametimia, kumekuwa na uongo mwingi sana, na watu wanaenda katika makongamano makubwa sana, na wengine zaidi wanaambiwa e, watakachopewa kitu mkononi mwao, suluhu yao inaisha, na utatuzi unaondoka, na shida ambayo inaosumbua katika nafsi zao inaondoka, na magonjwa yanaondoka, na si kweli. Mungu Eh, amhudumii mwanadamu kwa kitu chochote kama chakula, kwamba hicho chakula atakachokuwa kikitumia kwa kikitu, mfano amepewa eti amepewa keki atapewa maji, basi ile maji anaweza kuondoa ya yakaondoa ya tatizo lake, si kweli. Kwa sababu atakamwondoa tatizo lake ni neno la Mungu, atakapofundishwa na kujua ukweli, pale ndipo atahoji hili ndilo linalonisumbua na siwezi kupata amani katika ndoa yangu na kila leo amani inakuwa kwa muda na kwa baada ya hapo inatoeka. Ina watu wamekuwa na saga viatu tu wanatio mpaka wengine wamesema hapa kuna Mungu, wameondoka katika makanisa yao, wanatafuta Mungu mahali alipo, ili utatuzi utoke katika nafsinimao wakae vizuri na maelewano yaje. Lakini mimi kama mimi Amos, mtumishi wa Mungu, kama kweli Mungu ameniita na hicho kitu ambacho kwangu nikiona na mbele yangu ni kweli hakika, mimi nitakachokifundisha neno la Mungu nitalifundisha, kwamba unatikiwa kizuri cha mema yako. Kuna mwanzo wa misingi ambako huyo mdada au huyo ndugu aliacha katika ile misingi e, kwenye bustani ya Edeni kwa baba na mama pale, ndipo alianguka katika nguko lake na ndipo alivunjia torati na pale ndipo aliinuka na maneno ambayo ni mazito moyoni mwao wa kuhuzunishwa na wadadi wake na kwa jinsi ambavyo hakukushika neno la Mungu katika uhalisia, Mungu alivyokuwa amesema kwamba wasikirize baba yako na mama yako aliyekuzaa, na huyo ndiye atakayekuonyesha njia nzuri ya kumwendea Mungu. Kama watu waliliacha hilo neno, wakainuka na roho ya kuwatazama jinsi wanavyoishi baba na mama katika tabia zao, na wakahukumu moyoni mwao, na wakasema kwamba kwa hali hii, kujinga ujinga huu mama anavyomsumbua baba Hakika hili kabila mimi siwezi kuwa, Mungu aniepushe kabisa, nisije nikao kabila na falani kama mama yangu, kwa sababu ana msumbao baba yangu. Kumbe alijiingiza kitanzi kwa kuzungumza kwa maneno ya kinywa chao. Ndio maana lile neno la Mungu liliwaongoja watakapokuwa wakubwa, wakiwa kuanzia miaka 30 na kuendelea, watakapokuwa na miji yao, kuoa kuoa mwanamke mwana na kuwa na familia, pale ile hukumu ya Mungu inasimama, inaanza kusumbuana na wao Wazazi wao wanasema, watoto wetu kwa nini hawawezi wakaelewana e, na wake zao, shida iko wapi? Kumbe shida ni mwanzo kule, kijana alivyokuwa akiishi kwa baba na mama alidharau kila ambacho alichokuwa akiona katika mienendo ya wazazi wake na akasema ni cha kijinga, na ndio maana moyoni mwao wakajikuta wamepokea hukumu ndani ya nafsi yao, na Mungu akaongojea na wao watakapokuwa wakiwa kujitambua na kuwa na maisha yao na kuwa na mke na familia, pale hukumu ya Mungu ikaanze kusimama ikaendelea kuleta masumbufu kwa maana kila mahali wanapokwenda katika makanisa wanaombewa tu, lakini kule kuombewa sio suluhu la kuondoa katika ile ile eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, mfurugano uliokatika ndani ya ndoa zao. Au, ukaondoka huwezi kuondoka kirahisi kwa sababu mti unapotaka eh, kuua kabisa, ili usiendelee kuchipuka, basi lazima utafute mizizi yake. Mizizi yake ile ukishaing'oa, ule mti unakauka, lakini juu juu matawi yake yale matoi yule mtu unaendelea kuchipwa. Ndivyo ilivyo mwanadamu alivyofanya dhambi kwa kwenye bustani ya Edeni, ya babake na mamake. Anapoombewa, yale matendo yake yanakuwa hajapata ufumbuzi, yataondokaje kwake? Kwa sababu yeye alifundishwa akaambiwa kwa Yesu zimeisha, hakuna kingine kitakachokuwa kinatokea tena, kama maandiko yanavyosema ya kale yameondoka, sasa yanakuja mapya, yamefutwa yote. Kumbe sio hivyo. Kumbe angefundishwa kaulizwa kundani kabisa kwamba anaweza sababisha yote yanayokukutaya. Kuna mahali ulipokosea katika enzi za kuishi katika ujana wako, na mahali palipaswa pa kuheshimiwa ni kwa baba na mama. Hawa watu uliwafanyia nini? Hawa watu uliwozonesha kwa jambo lolote? Je, tenda waliokupa wao kama mtoto wa nyumbani, ukasome shule ukaiachia njiani, ulipoiachia njiani ukajikuta umefukuzwa shuleni na gharama hizo zote vikawa vimepita bule kabisa, na wao tayari akwameshawaangusha na malengo yao, mtoto wetu asome ili aweze kupata maisha ya kwa baadaye, ili jikimu mwenyewe asije akasema atukumsomesha uliachia njiani. Akushikaaya akawaambia, wana wa Israeli wasikizeni, hawa waelekeze maneno ambayo anawapasa ili wao watoto wao wasije wakavunja amri ya Mungu, ili na wao wapate kuwa na heshima wa kujali na mu wao au utukufu atukuzwe katika juu yao, lakini wao kwa kuwa kijana au binti aliharibu hiyo Torati, ndio leo wale wazazi wanakuwa katika manunguniko. Wanasema ni kwa nini kijana kama alikuwa na jua hivi kwamba yeye hakuwa anataka kutusikiliza na kuendelea labda na kusoma, angetuambia hata pesa zetu tunazozipata sisi vielekee masuala mengine, tuachane na masuala yaku kushughgulikia katika kusoma kwake, basi wale wazazi wanahuzunika. Wanapohuzunika tayari kwako hakuna tena baraka zinakuja kwako tena, kinachokuja ni laana, nakuja kutumbua baadaye, inaleta ile masumbufu katika popote utakapokuwa, ukiwa unaanza kuji, kuji kuipambanua maisha na kutafuta eh, vitu duniani, ili vitu vinakuwa vinaharibika katika mikono yako, kwa sababu uliwaliza na wao. Na wao chochote utakachokuwa ukifanya, watakuuliza na wao sababu hutapata amani moyoni, hutajua kile ambacho kichofanya wewe kinakutatiza kwa sababu sha sau, kwa sababu sha sau ni nini ambacho haleluya. Haleluya ndugu mtangazaji, nafikiria ya maneno nataka kuyazungumza ni kwamba, na kwa watu wote ili wajue kinachowasumbua ni nini, na katika nafsi yao ya kwamba wao wanampenda Mungu sana, wanampenda Mungu sana, lakini shida inakuja ni wapi? utatuza lile tatizo lililo katika cia nyoyo yao alipate ufuguzi make. Wananung'unika, wanazo dini zao haziwasaidii, na dini wameweka mbele, kwa kifikiri zinaweza zikaondoa manung'uniko, yakaondoka amani kapatikana hapa. Kitakachoondoa manunguniko ni neno la Mungu, wao ni kweli ijawaingia vizuri, wakajua mahali walikokosea mwanzo, na mahali ambapo wao hawakuwa wanajua, watakapokuja kuwa wakubwa, kitu kitaweza kuwasumbua kiki kita na kitawasumbua, na kitakuwa na kizazi na kizazi, pasipo yeye kujua, mama na baba ajua wale watoto. Hiyo ni laana, inakuwa imeingia katika kwenye hilo boma, na kwa kweli imeingia katika ile boma Nitaje mazungumzo atu, Biblia inasema inasema ikiwa neno limekuwa sito sana kati ya damu na kati ya damu na kati ya dawa na kati ya dawa yapiganayo katika manangun, basi umwendee kuhani na Mwalawi, ukamweleze shida ambayo inayokufungua kwamba una shida gani, kwamba hakuna utulivu katika hiyo nyumba, kwa sababu amani imeshatoweka, ni watu wanabebeana mapanga shida wewe mama au baba, kuna hama mahali ulipopakosea mwanzo katika hayo unayaona natokea. Ukuyaona popote ujaaona katika iroboma ambalo wewe ulivyozaliwa, ukuyaona malalamiko yanakuja kwenu kama familia. Baba anakuja kueleza mambo ambayo mama yako anapomsumbua haayajuu. Ukuona kwamba mama au baba naeleza kuhusu mama yenu kwamba haishi vizuri katika amani, kwa sababu kuna vitu ambavyo vitengeneza viko sahihi. Hapana, kwa sababu hilo neno liko katika ule mji uliotoka nayo, yale maneno uliyabeba ukaondoka nayo na unahuzunika sana sasa, hata leo. Ndio maana hata ukiwa na mji wako unakuletea usumbufu, unaanza kulaumu, ni nini ambacho kilichotoka? Ni nani aliniharibia mji wangu? Kwa sababu ni maneno yaliyotoka katika misingi, katika katika. Ndipo mahali ilipo kadhani nilisimama, ni hukumu ya Mungu ili niendelee kusumbuka? Ndio sasa, kuhani anasema msikilize akuelekezayo na kukuambia cha kufanya. Ile imamu inaweza kuondoka ikiwa uko tayari kuyafanyia kazi. Usijikinai katika neno lako, na uelekee katika bila ambapo tukapokuelekeza hiyo kayafanyika, ndipo tarudi katika ile misingi ya mwanzo, ambapo ni baba na mama kama wako hai basi inakuwa ni rahisi sana ili jambo kutatuliwa, na yeye ndio atakayeleta baraka kwa na yeye ndio atakayekuwa kuambia kitu cha kufanya, kwa sababu ulikosea mwanzo. Hilo neno litakusumbua na babako, wala ajui kwa sababu ni muda mrefu sana umepita, zaidi ya miaka 20, 30, 40 tuteseka. Na maombi umepita kila mahali, unaombewa, makanisa mengi umezunguka. Hapa unafika unasema hujaona upako, unafika unapewa kitu mkononi, unasema Mungu atakusamehe, hiyo ijalishi sasa mimi nataka kuwafundisha Watanzania wote na nje ya nchi, ya kwamba mtu yoyote aliye na shida, nyumba ilivyobomoka kwa kulalamikiana, kutokuelewana kati ya mme na mke, na maelewano hayapo katika hiyo nyumba, basi yalete kwa mtumishi wa Mungu, atakuambia nini kinachosababisha hii kwenda mahakamani, unashtaki mkagawane vitu, hii ni usumbufu. Sababu ni laana inakusumbua. Unapoenda kuchukua vitu bila ridhaa ya mme ambaye aliyekuoa hajakubali kutoka moyoni kukupa, hiyo ni laana unaondoka navyo. Na ndio maana hivyo vitu ukiondoka navyo ukai navyo kwa mda mrefu kwa sababu vinaishia hewani kwa manunguniko, na huyo mlioachana kwa uchungu sana na kwa maneno makali sana. Kwa hiyo hili jambo ili wewe lisiwepo, nitafute. Ukiniona kwenye mtandao, ukiniona popote, sauti hii ikikufikia mimi, namba za simu naziweka, utakazozitaja utazielewa namba hivo, ukipiga moja kwa moja, ikiwa ni usiku wa manane, ikiwa ni saa ngapi, haina haja kutumia nguvu sana, nitakwambia kinachofanya wewe tunakunatia shida watoto wanagawanyika, watoto wanakuwa upande wa mama yao, watoto wanakuwa upande wa baba yao. Hili neno linakuwa ni zito, wanagawanyika, wanapasuka. Kwa hiyo linasababisha majeraha kubwa sana, hii nchi inakuwa ni nchi ile inakuwa na laana, hamfiki kokote. Utamsomesha mtoto wako, hatasoma, lakini yale mafaili yake yataenda kuhifadhia ukaatii, na kazi atakoswa. Hata kama atapata kazi, ataishi ofisini kwa majungu sana, ataonekana ana mdomo sana, ataonekana ana maneno mengi, atafukuzwa kazi. Atakichofanya fukuzwa kazi ni maneno yaliyozaa kutoka katika misingi ya mwanzo alipotoka kwa babake naa, ndipo mahali hapo alipofanya kinyume cha Mungu. Hakuna anatengeneza maneno sana. Kwa hiyo mimi kama mtumishi wa Mungu niliyoitwa, niko tayari kuwasaidia Watanzania kupitia neno la Mungu nitakufundisha taratibu, nitakuelekeza hata kama umeshindwa na vinywaji vinavyokusumbua hiyo ni ulevi. Ulevi umekisiri kwenye damu, ukiamka asubuhi unasikia kiu, unakimbilia kwenda kunywa. wewe njoo, nitakupa damu. Ukikubali maneno ya Mungu nikikufundisha, nikakuelekeza, nakupa siku saba tu, hizo pombe zako zinaondoka, ulevi wa aina yoyote na matendo ya dhinaa yanayokusumbua, kupenda wanawake

Sasa tunaifanyia kazi ili neno hili likae sawa sawa, na mapenzi ya Mungu yatatimia kwako. ku. wala kuna kutumia nguvu kubwa sana, usitumie nguvu sana, wala usio katika hawa waranguzi wanaokwambia kwamba ukitoa sadaka kubwa hiyo dhambi yako inaondoka. Hapana, hata yule mwanamke katika wale Mafarisayo, Yesu aliangalia akasema katika waliotoa sadaka, ameona moyoni mwake, aliona mwanamke alitoa senti ndogo sana lakini walikuwepo matajiri wakatoa fedha kubwa sana. Mungu aliangalia moyo wa yule mama akasema, huyu ametoa kidogo. huyu ndio neno la Mungu limemwingia katika ndani ya moyo wake. wao kutoa fedha mingi sana si kutatua tatizo, hapana. Unaweza ukatoa elfu moja, mia mbili, shilingi hamsini, lakini ikawa umejua ukweli hapo fedha yako na kutoa utafunguliwa lakini gharama ya kutoa fedha haiwezi kuondolea hukumu uliyonayo uliyomkosea Mungu, bali ni neno la Mungu unalielewa kiefu lilifu na namna ya kufundishwa ili ukajisuluhie kutoka katika mazingira hayo ya leo katika ndani yako. Kama ni mwanamke aliondoka miaka hiyo na unamtaka arudi, kweli naye anakutaka arudi wewe, njoo nitakufundisha na nitakuuliza kama uko tayari. Nitakapokuelekeza yeye mwenyewe atasema hakika ungekuwa hivyo mwanzo tangu siku zote, tusingekuwa tumefikia hatua wa hii, wala tusingegaona vitu, wala tusingekuwa na kulaumu. Wewe utamwona Mungu ukiwa uko tayari, na maandiko yanasema afiche dhambi zake, hata ile moja kimficha mtumishi wa Mungu anachokufundisha, ukasema hili nikiliongelea ni jambo la aibu sana. Hilo litakufungua katika mwandani moyo wako. Tunasema yote sisi watumishi wa Mungu ni kuficha siri ya mtu, si ya kuanika katika mitandao wala kuyahudhuria hapana. Mimi nakufundisha ni siri yangu, na kila mmoja anataka kujua mambo yake, hayapaswi mtu mwenza mke akayajua maneno ya mume wake aliyoambiwa na mtumishi wa Mungu akajiweka wapi? Kila mtu anakuja kwa wakati wake akajua mambo yake, kinachomsumbua na katika china latnalik Mungu niha Nafikiria hayo ndio ya kwangu. Nikisema namba yangu naiweka sifuri saba hamsini na nane sabini na tisa sifuri sifuri tisa tisa. Hiyo ni namba ya roda a na wakikutaka okay. Kwa mtandao mwingine kuna mtandao mwingine wowote labda unaweza kukawa yoani Eh, kuna namba ambayo ni Airtel ambayo io haiko okay, hiyo itataka kurudia mara ya pili. Tutakuwa karibu na ile karatasi taitaja, basi unaweza ukarudia, kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji, hiyo namba yako ya simu ulioitaja mwanzo ukairudia tena kwa utaratibu zaidi, ili waweze kuishika na kuichukua. Eh, namba ya simu ni voda 0758790099, hiyo ni namba utakayo nitafuta masaa 24. Ikiwa sijapatikana siku mbili tatu, basi hii inakuwa aidha imeingia porini kwenye kazi ninazofanya za, za utalii. Baada ya hapo, ukimtumia ujumbe, nikiuona nikirudi mimi nitakutafuta ujumbe so, lakini kama kujienda kwenye kazi za utalii za, za ofisi, basi mimi na saa 24, ukinitafuta mimi napatikana. Wewe njoo, kiingilio ni bure kabisa. Sikuambii njoo na laki moja Ikwambie njoo na shilingi elfu kumi ikwambie njoo na shilingi aina yote. Ila maneno nitakayokuambia hayo, nitasema hapa katika maneno, nafundishwaga sehemu nimepita mbali mbalimbali, hilo ndilo neno nimelipata kwa uhalisia. Wewe mwenyewe utafunguka, utavitoa mwenyewe mwenyewet, utasema kweli, namtolea Mungu, nimeona majibu katika maisha yangu, nimeona tabia imebadilika na nimeanza kuelewa basi, nashukuru sana, mda wetu umetutupa mkono sana. Ndiyo, mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji wa wakati huu ndiyo, tulikuwa na mtumishi wa Mungu kama alivyojitambulisha mtumishi Boniface. Uh, tuna naomba ushirikiano wenu na tumpokee vyema kwa haya maono na maandalio ambayo Bwana amemwonyesha ili aweze kutuponya na kutuganga mioyo yetu. Asanteni, mlikuwa na mimi mta, mtangazaji wenu Jeffrey David. Asanteni sana na wakati mwingine.